Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hadithi, hadithi, hasin, wa islamu, la wasallam hadithi hazina hisabu kwenye kutuhimiza sisi waislamu jambo hili la sala. Na kweli wallahi, ni rajul, ni mwanamume. Mimi nawaambia mwislamu ni mwanamume yule anayehifadhi sala yake, haijalishi yuko wapi, yuko ardhini, yuko angani, ni mzima, ni mgonjwa, yuko jela, yuko huru, mwislamu sala kwake ni uhai wake.

Ndiyo nguzo ya dini, ndugu yangu. Waswali unayo dini, huna swala huna dini. Na ukitaka kweli kujipa moyo ili mimi na wewe tuwe wanaume akikweli barabarani tukitembea, hususan tuko katika umati Muhammad, miongoni mwa aliyoyazungumza Mtume kando na yale maneno niliyo yasema, juilat qurata aini li fi sala, asema juilat lardi kulha masjidan wa tahura. Hakuna sababu, nimejaliwa mimi na umma wangu nyinyi nyote hapa Leo mtu atapewa fursa wakati wa sakaratul maut, haya, zungumza, toa wasia wako. Unafikiria atazungumza lipi, ile ambalo ni muhimu zaidi, au atazungumza lolote lingine? Mungu asitujalie, ndugu zangu, kupenda ulimwengu mpaka twafa tukiulizwa, basi, haya, atakuzungumza nini? Leteni aiskrimu ya maembe kwa mara ya mwisho. Mungu asitujalie. Mungu atujalie nyoyo zetu zifungamane na Mungu, tukiyakumbuka basi iwe ni kama vile wema waliotangulia

Tunataka mambo yetu yawe mazuri, tunataka tupate wake wazuri, tupate riziki nzuri. Kaif, vipi? Tutapata na sisi tumekata mawasiliano baina yetu na yule Allah jalla jalalu, ambaye ndiye anayetoa riziki, ndiye anayetoa furaha, ndiye anayetoa saada.